Nam, karibu tena tuweze kufahamu kiundani zaidi maisha halisi ya kiongozi shujaa baba yetu Raila Odinga kabla ya kufariki kwake, eh, alipokuwa huko India akipatiwa matibabu hapa. Tutafahamu kiundani zaidi maisha aliyoishi, mm, kabla ya kufariki kwake pamoja na uongozi eh, katika serikali ya Kenya pia katika mali ambazo Raila Odinga alikuwa akizimiliki, e, yani utajiri ambao alikuwa akiushikilia tutafahamu hapa, a, pamoja na familia yake, mke na ameacha watoto wangapi. Eh, twende pamoja kuweza kufahamu, mm, kuweza kujua kiundani zaidi, e, maisha yake kuweza kufahamu, e, yale ambayo aliyafanya enzi za uhai wake. E, mzee wetu Raila Odinga alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa anaipenda kwanza familia yake e, familia ndio ilikuwa kitu cha kwanza e, kama unavyoona hapa, ni moja ya tukio kubwa litakumbukwa sana e, na familia yake kutokana na yale mazuri ambayo alikuwa akiyafanya. Hapa ilikuwa ni mwaka 1973 e, ndio ilikuwa siku rasmi kabisa Raila Odinga ifunga ndoa na bibie Ida Betty Odinga ambaye waliweza e, kuoana na kuwa mke na mume na pia walibatika kupata watoto wa nne mm, na mmoja aliweza kufariki mwaka 2015 ka Fideli e, jina lake ndio hilo, anaitwa Fideli. Yeye aliweza kufariki kutangulia mbele ya haki mwaka 2015, na wakabaki watoto watatu Rosemary Raila e, Junior pamoja na Winnie. Hao ndio watoto wa Raila Odinga ambao wameweza kuachwa ukiwa na baba ya huyu ambaye aliweza kufariki siku za hivi karibuni. Raila Odinga ameweza kutoacha katika simanzi zito, Wakenya wanalia sana, hawajui cha kufanya baada ya kiongozi huyu nguli wa siasa ambaye aliweza kutetea haki na utu katika taifa lao, hatimaye ameweza kuondoka ghafla huko nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa hizo za msiba ambazo ziliweza kumgusa kila Mkenya alipopata habari hiyo nzito ya msiba kwamba hatuko naye tena baba yetu Raila Odinga ametutoka dunia, Wakenya wengi waliweza e, kuumia sana kutokana e, na yale mazuri ambayo mzee huyu Raila Odinga aliyafanya katika taifa lake la huko nchini Kenya katika raia ambao walikuwa wakimpenda sana kutokana na umahiri wake katika siasa pamoja na kutetea wanyonge pamoja na kuweza kuikosoa serikali ya nchini Kenya. Raila Odinga alikuwa haogopi, alikuwa ni mtu jasiri sana, lakini leo hii ninavyozungumza, hatuko naye tena kutokana na ugonjwa ambao uliweza kumpata akiwa huko nchini India ghafla. E, mshtuko wa moyo ndio uliweza kusababisha e, kufikwa na mauti mm. Taarifa hizi zilienea nchini Kenya, simanzi kubwa, huzuni ilitawala katika anga la Kenya. E, watu mbalimbali, viongozi wakubwa nchini Kenya hawakuamini uh, kama uh, Raila Odinga amefariki dunia mpaka pale mwili wake ulipowasili e, katika viwanja vya Jomo Kenyatta huko nchini Kenya wakiwa wametokea huko nchini India eh, na ndege maalum kabisa ambayo iliweza kufika eh, siku ya aramisi kuweza kuja na mwili wa marehemu Raila Odinga. Kama unavyoona hapa, ni tukio kubwa sana ambalo liliweza eh, kutrendi msiba wa nguri wa siasa kutokea huko nchini Kenya Raila Odinga kuweza kufariki dunia. Tukio hili liliweza kuwagusa watu wengi sana, ikiwemo Wakenya mbalimbali e, ambao walikuwa wakimpenda sana mzee huyu, hawakuamini uh, kama uh, ameondoka duniani na ziliwekwa wazi kwamba mwili wake utasafirishwa kutokea huko nchini India na maandalizi yalifanyika haraka sana, kwa ajili ya kwenda kuhuzika, kwa sababu pia yeye mwenyewe katika uhai wake aliwahi kuzungumza kwamba endapo akifariki, basi azikwe ndani ya masaa sabini na mbili. Hiyo ni kauli yake alipokuwa hai na watu waliweza kufata matakwa yake. Na alipofariki huko nchini India, maandalizi yalifanyika haraka sana kama unavyoona hapa Viongozi mbalimbali mbali, ndugu ambao walikuwepo huko wakiwa wanamwangalia waliweza kuandaa uh, jeneza lake kwa ajili ya kuweza kulipakia katika ndege, na moja kwa moja ndege hiyo iliondoka huko India na kwenda nchini Kenya kwa ajili ya kupeleka mwili wa marehemu Raila Odinga kwa ajili ya kwenda kuagwa na raia wote wa huko nchini Kenya na viongozi mbalimbali kuweza kutoa heshima ya mwisho kabla hawajaupeleka katika nyumba yake ya milele. Siku ya Alhamisi, mwili huo uliweza kupokelewa, watu walikuwa ni wengi sana. Unaambiwa kwamba maelfu ya watu waliweza kuandamana mpaka airport huku wakiwa wanaria. E, baada ya kuweza kushuhudia jeneza ambalo limeweza kubeba mwili wa marehemu Raila Odinga mm? Watu walilia mno. E, kelele za vilio zilitawala uwanjani. E, baada ya kuweza e, kutua rasmi ndege ambayo ilibeba mwili huo wa marehemu Raila Odinga kutokea huko nchini Kenya. Na baada ya kuweza kupokea mwili wa baba marehemu Raila Odinga, mipango ya kuweza kuwaga mwili huo yalifanyika mm? Viongozi waliweza kuweka taratibu na namna ya kuweza kuwaga mwili huo kwa wananchi wote huko nchini Kenya waweze kupata fursa ya kuweza kuwaga mwili wa baba yao huyo kiongozi shujaa Raila Odinga mm? Huzuni ni kubwa mno mm, wa Kenya waliweza eh, kuingiwa na majonzi makubwa sana baada ya kuweza kuondokewa na shujaa wao huyo marehemu Raila Odinga. Kama unavyoona hapa siku ya Jumamosi, eh, watu waliweza eh, kushiriki katika kuaga mwili wa marehemu, viongozi mbalimbali familia kwa ujumla. Ibada ilifanyika kanisani kuombea mwili wa marehemu Raila Odinga. Kama unavyoona hapa, ni tukio kubwa sana ambalo liliweza kuhappen huko nchini Kenya eh, katika kifo cha uh, shujaa huyu Raila Odinga, kuweza kuagwa kwa heshima kubwa na wakenya wote na viongozi mbalimbali eh, jambo hili ambalo liliweza eh, kufanyika siku ya Jumamosi kabla ya kwenda kuraza katika nyumba yake ya milele kama unavyoona hapa. Hawa ni wanafamilia akiwemo mtoto wake huyo wa kiume anayefahamika kwa jina la Raila Junior, akiwemo pia na Rosemary na ndugu wengine ambao waliweza kushiriki kwa pamoja katika kuuaga mwili huo. Na hapa e, mke wake huyo Ida Betty Odinga naye pia akiwa katika jeneza la mume wake huyo Raila Odinga kwa majonzi mazito sana huku akiwa mm, aamini kama leo hii hayuko naye tena mume wake huyo kipenzi, ambaye waliweza kudumu kwenye ndoa takribani miaka hamsini na mbili tangu walipofunga ndoa mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu. Na leo anabaki mwenyewe mume mm, wake amemwacha, ametangulia mbele ya haki. Na hapa a, mahari ambako Raila Odinga alizikwa huko nyumbani kwao Bondo kaunti e, ya Siaya ndiyo mazishi yalifanyika huko kuweza kumraza e, katika nyumba yake ya milele mm. Watu mbalimbali walishuhudia mazishi yake, ikiwemo ndugu wa karibu, viongozi mbalimbali mbali, pamoja e, na watu ambao waliweza kujumuika katika mazishi hayo ya marehemu Raila Odinga. Huyu hapa ndiye mke wa marehemu Raila Odinga, anayefahamika kwa jina la Ida Beti Odinga. Naye pia mm, alikuwepo mstari wa mbele katika kuongoza E, katika mazishi hayo mm, pamoja na familia yake. Kama unavyoona hapa, ni tukio kubwa ambalo kiukweli limeweza kuwagusa watu wengi sana, akiwemo uh, familia yake hii, e, pamoja na mke wake kipenzi Ida Beti e, katika tukio hili ambalo lilifanyika huko e, mazishi ya kiongozi shujaa kabisa mwanaharakati E, mkongwe wa siasa nguli ambaye aliweza kujizolea umaarufu mkubwa e, katika kupambania haki za Wakenya mm, Raila Odinga amezikwa nyumbani kwao kabisa huko e, Bondo akaunti ya Siaya, na viongozi mbalimbali mbali wameshiriki mazishi ikiwemo mm, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, pamoja na rais wa Kenya wa sasa ambaye ni William Ruto. Mm, hii hapa ni familia yake na no pia wakiwa wanaweka mashada E, katika kaburi e, la baba yao huyo Raila Odinga, akiwemo mtoto wake huyo Raila Junior katika mazishi hayo ambayo yalifanyika Jumapili. Viongozi mbalimbali walihudhuria mazishi hayo, pia kama nilivyokuambia kwamba rais wa Kenya naye pia aliipa heshima kubwa sana tukio hili e, kuweza naye kuwepo katika mazishi ya kiongozi huyo nguri wa siasa E, mwanaharakati ambaye alipambana kweli kweli mm, alipambana sana na Wakenya walikuwa wakimwita baba wa taifa, baba wa ukombozi, ambaye alikuwa akipambania haki ya kila Mkenya mm, huko e, nchini Kenya kupitia chama chake cha Orange Democratic Movement ODM ambacho alikuwa akikiongoza katika harakati za mapambano ya uhuru huko nchini Kenya. Huyu hapa ni dadake na Odinga kama unavyoona hapa, nae pia ni miongoni mwa watu ambao wameweza eh, kusikitika sana kutokana na kifo cha kakake huyo eh, Raila Odinga mm, na pia alikuwepo katika msiba na kuweza kuongea maneno machache kuhusiana na wosia wa marehemu katika harakati zake enzi za uhai wake, mapambano ya uhuru pamoja na e, siasa huko nchini Kenya. Kama unavyoona hapa mm, watu walikuwa ni wengi sana. Enzi za uhai wake ni miongoni mwa tukio kubwa ambalo E, Raila Odinga aliwahi kulifanya katika harakati za kugombea urais. Raila Odinga mm, aliwahi kugombea urais miaka ya nyuma, aliungwa mkono na raia mbalimbali mbali huko nchini Kenya kupitia chama chake cha Orange Democratic Movement. Mbali na yote uh, Raila Odinga mm, ni miongoni mwa matajiri wakubwa sana huko nchini Kenya. Anamiliki mali nyingi sana ikiwemo mm, helikopta pamoja na majengo mbalimbali mbali. E, magari ya kifahari hapa, sasa tunashuhudia utajiri ambao Raila Odinga ameacha baada ya kufariki kwake mm. Mali zenye thamani ya mamilioni ya pesa ikiwemo e, magari, majumba ya kifahari, ndege aina private jeti, helikopta e, haya ni makubwa zaidi ambayo Raila Odinga aliweza kuyafanya katika uwekezaji E, katika harakati zake za kisiasa pia alikuwa ni miongoni mwa mtu ambaye anapenda sana maendeleo, kujiwekeza katika aseti mbalimbali. Hapa tutaangalia mali zake ambazo zenye thamani amba ya mabilioni ya hela e, huko nchini Kenya na kuiacha familia yake ikiwa katika amani mm, katika ustawi mkubwa e, wa maendeleo kutokana na jitihada zake kubwa za kuipambania E, nchi ya Kenya akiwemo mtoto wake huyu hapa Raila Junior, ni mtoto wa pekee kabisa ambaye Raila Odinga alimpenda sana na akaamua kuweza kumpatia jina lake la Raila akawa anaitwa Raila Junior kutokana na mapenzi ya babake huyo marehemu Raila Odinga. Huyu hapa ndiye mtoto wa Raila Odinga ambaye pia na yeye aliweza kutoa spichi katika tukio la kumwaga baba yake huyo Raila Odinga lililofanyika katika viwanja vya Karasani huko nchini Kenya. Tukio hili ambalo Wakenya wengi waliweza kushuhudia spichi nzito ya mtoto wa Raila Odinga anayefahamika kwa jina la Raila Junior. E, hapa ndio siku ambayo alitoa spichi hiyo kuhusiana na yale mazuri ya babake huyo Raila Odinga aliyoyaacha. Mm, enzi za uhai wake alikuwa anawapenda sana watoto wake mm, na kama alivyokwambia kwamba Raila Odinga alifanikiwa kupata watoto wanne, mmoja e, alitangulia mbele ya haki mwaka 2015, anafahamika kwa jina la Fideri na wakabaki watoto watatu, wa kike wawili na wakiume mmoja akiwemo Rosemary mm, pamoja na Winnie na mwingine ndo huyo wa kiume ambaye anafahamika kwa jina la Raila Junior ambaye amefanana sana na babake huyo marehemu Raila Odinga. Raila Odinga alikuwa anaipenda sana familia yake, alikuwa muda mwingi alikuwa akiutumia kwa familia, licha ya kuwa busy na siasa e, huko nchini Kenya, lakini alikuwa akipata muda kukaa na familia yake. Na hapa ndio watoto wa Raila Odinga e, siku ya tukio la kuwaga mwili wa baba yao huyo marehemu Raila Odinga e, akiwemo Raila Junior na huyu wa katikati Rosemary, pamoja na Winnie. Winnie huyu wa kulia yeye anaonyesha kabisa kwamba atafata nyayo za baba yake, kutokana pia kwa sasa ni mbunge e, huko katika jimbo la Kenya. Mm, hapa unaona kabisa e, viongozi mbalimbali walikuwa wakimpenda sana Raila Odinga kutokana na speech yake, uongozi wake pamoja na uhuru wake katika kupambania nchi ya Kenya. Viongozi hmm, mbalimbali walimpenda sana, akiwemo rafiki yake kipenzi Uhuru Kenyatta pamoja na rais wa sasa William Ruto, naye pia alikuwa ni miongoni mwa marafiki wakubwa sana wa marehemu Raila Odinga. Raila Odinga alikuwa ni mtu wa kipekee kabisa, hmm, alikuwa anapenda kuona haki inatendeka kwa kila Mkenya eh, hakutaka kuona Wakenya wananyanyaswa na uongozi wa serikali yao. Alipambana kinaga ubaga, eh, kuhakikisha kwamba anatetea haki za wanyonge, lakini leo hii navyozungumza, mm, hawakonai tena eh, na wakenya walilia sana walipopata taarifa hiyo zito ya msiba, kwa sababu hawakutegemea, kama mm, marehemu Raila Odinga wacha wakenya kwa ghafla hiyo eh, jambo ambalo liliweza kuwaumiza watu wengi sana. Na hapa ni nyumbani kwa Raila Odinga na huyu hapa ndiye mwenyewe mzee Raila Odinga marehemu e, pamoja na mke wake huyo Ida Betty walikuwa wakipendana sana mm? Nawaambia kwamba wamedumu katika ndoa yao miaka hamsini na mbili. Unaona kabisa kwamba hapa walikuwa na mapenzi ya dhati mm? katika kupendana, katika kudumisha e, ndoa yao mm? tangu walipofunga ndoa mara ya kwanza kabisa mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu. Raila Odinga alipomaliza masomo yake huko nchini Kenya na rasmi akaingia e, katika siasa. Na hapa alikuwa na Yoweri Museveni, rais wa Uganda. Alikuwa ni mtu wa watu, viongozi e, mbalimbali Afrika walikuwa wanampenda sana marehemu Raila Odinga kutokana na umahiri, ujasiri wake katika e, kupambania haki pia hata star muziki Diamond Platnumz na pia ni miongoni mwa watu ambao walikuwa uh, wakimpenda sana marehemu Raila Odinga, na alishiriki katika kampeni zake huko nchini Kenya. Pia hata marehemu rais wetu uh, Magufuli ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwa wakishibana sana na marehemu Raila Odinga. Kama unavyoona hapa, ni tukio kubwa ambalo liliweza eh, eh, kutrendi uh, miaka ya nyuma uh, Magufuli kuweza kukutana na Mheshimiwa Raila e, Odinga enzi hizo za uhai wao, napozungumza kwamba enzi hizo za uhai wao kwa sababu tayari wote wameshatangulia mbele ya haki hawa hapa wawili kulia na huyu mwingine ni Uhuru Kenyatta, aliyekuwa rais wa nchini Kenya. Walikuwa wakipendana sana kama unavyoona hapa, ni matukio mbalimbali na picha ambazo za miaka ya nyuma wakuwa wakikutana katika makongamano mbalimbali e, katika nchi ya Kenya pamoja na Tanzania. Alikuwa ni kiongozi wa chama cha Orange Democratic, e, Movement, ODM. E, ndicho chama chake ambacho kilikuwa kikipambania haki za wanyonge E, huko nchini Kenya e, katika utawala wa serikali zote, jambo hili ambalo kiukweli linawaumiza watu wengi sana. Mh, viongozi mbalimbali mbali, wanalia baada ya kuweza kupata mshtuko kutokana na taarifa nzito ambazo ziliweza kutolewa za kifo cha marehemu Raila Odinga, na familia nzima kwa sasa a, ina huzuni, ina majozi mazito kwa sababu ni mtu wa pekee ambaye walikuwa naye lakini leo hii hawako naye tena. Pia hata raia wa huko nchini Kenya, watu bado wapo katika maombolezo mazito mno kwa kuondokewa na ngome, yaani shujaa wa taifa la Kenya mm, kiongozi mahiri kabisa ambaye pia aliwahi kuwa waziri mkuu E, katika utumishi wa serikali huko nchini Kenya e, ni miongoni mwa tukio kubwa sana ambalo alitakaa saurike milele na milele. Raila Odinga hapa akiwa na mke wake katika matukio mbalimbali ambayo yalikuwa happen huko nchini Kenya. Alikuwa anapenda sana kuongozana na mke wake, yani walikuwa wanapendana mno. Raila e, Odinga pamoja na Ida Bet Odinga ni miongoni mwa wapendanao ambao waliweza kudumu katika ndoa miaka hamsini na mbili na hapa akiwa pamoja na watoto wake hawa wawili Rosemary pamoja na Windi. Sasa katika mali ambazo Raila Odinga ameziacha ni mali nyingi mno, ni mali nyingi mno huko e, nchini Kenya mm? katika majiji makubwa Nairobi e, Kisumu e, majiji hayo ambayo anamiliki mijengo ya kifahari E, magari ya kifahari e, yoyote kutokana na jitihada zake ambazo alikuwa akipambana kuhakikisha kwamba anajijenga vizuri katika kumiliki mali zenye thamani ya mabilioni ya pesa, e, magari ya thamani ya mabilioni ya pesa, kama unavyoona hapa, magari ya aina mbalimbali ambayo alikuwa akiamiliki, e, pamoja na uh, private jet kwa taarifa ambazo zinaendelea kutolewa huko katika vyombo vya habari. Utajiri mkubwa ambao marehemu Raila Odinga ameuacha wenye thamani ya mabilioni ya pesa huko nchini Kenya, maaseti ambayo alikuwa ameyajenga mm, katika majiji mbalimbali mbali. Kama alivyokwambia mm, Raila Odinga alikuwa ni mpambanaji sana e, mwenye akili nyingi mno mbali na siasa, lakini alikuwa a, ni mtu ambaye anapenda sana maendeleo. Kama unavyoona hapa ni miongoni mwa mari zake ambazo ameziacha, mapenti majengo ya kifahari, helikopta hiyapo ni ya kwake anemiriki pamoja mashamba makubwa na mifugo mingi ambayo e, alikuwa akifuga e, huko nyumbani kwake. Ni miongoni mwa habari kubwa mno, mali za marehemu Raila Odinga kuwa gumzo huko nchini Kenya ni e, jumba ya kifahari ambayo ameiacha Eh, mali zake ambazo tasimamiwa na familia yake hiyo ambayo ameacha, wakiwemo watoto wake wa tatu Rosemary, Winnie pamoja na Raila Junior, na mke wake huyo Ida Betty Odinga, wao ndio wamiliki wa mali halali kabisa za marehemu Raila Odinga. Bwana asante sana, haya ni machache ambayo tumekujuza siku ya leo kuhusiana na ha, maisha halisi ya marehemu baba wa taifa la Kenya e, ndugu yetu e, kiongozi bora kabisa wa siku zote, kiongozi shujaa ambaye ameweza kuyaga dunia mm, na kuweza kuzikwa huko nyumbani kwao Bondo, kaunti ya Siaya, na kuweza kufahamu basi na mali ambazo Raila Odinga alikuwa akizimiliki enzi za uhai wake mm, kabla ya kuweza kufariki mm, tumeshuhudia hapa mijengo ya gharama apartmenti kubwa ambazo zinamilikiwa na familia ya Raila Odinga kwa sasa, pamoja na magari ya kifahari ambayo Raila Odinga alikuwa akiamiliki mm, tumeshuhudia hapa e, mali hizo za mabilioni ya pesa ambazo Raila Odinga ameziacha baada ya kuweza kufariki siku ya Jumatano huko nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu mm, kuweza kufariki ghafla kwa mshtuko wa moyo na hatimaye tayari amezikwa katika nyumba yake ya milele huko nyumbani kwao Bondo, kaunti ya Sia. E, Bwana asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto. Ni sisi Bongo Mpya TV, tuko hapa kila siku. Hakikisha unabonyeza alama yako neno subscribe ili kuendelea kupata habari zetu mbalimbali mbali, ambazo nazileta kila siku. Asante sana kuendelea kuwa nasi.